wathiqatun e, mutqinun sahibu hadithi, amekufa mwaka wa mia moja na sabini na tisa hijiria, rahimahullahu taala. Kiambua wa mtu aliokuwa na itikani ni yule anayefanya kazi zake, shughuli zake, wa umahiri wa hali ya juu. Ikiwa e ni fundi, fundi mutqin, kwa maana ukija kuangalia hata ule ujenzi wake, ukuta labda fundi e, mwashi ule akiangalia ukuta wake aliojenga umenyoka Ukiangalia okay, nguzo zimenyoka mashallah, ina mambo yake, ni safi, ikiwa mpaka rangi rangi nzuri. Lakini ikiwa fundi nyundo, hadithi wala haraja, wewe sema tu, wala usiogope kuna vitu ovyo ovyo hapa, kuna bonde hapa, kona eh. Na hao ndio mafundi wengi. Sasa wale mafundi ambao wao, eh, Allah amewajalia ufundi, basi waende wakaongezee kule VETA ili wapate umakini zaidi hata kama ni mtaalamu kwa muda mrefu, sinenda kaongezee eh, naambo ya kisasa VETA kule miezi mitatu sita, ili uwe bora zaidi katika kazi zako, na si vibaya baadaye ukaongezea ongezea. Leo kupitia katika mitandao kama YouTube kuna kila fani ipo, nina watu walibobezi kabisa, ambao unajua kufanya vitu barabara. Sio mafundi wetu nakuwa ovyo ovyo <laughs> vurugu mechi. Yani, ukizungumza kwamba hakuna, unaona kabisa kwamba huyu mtendaji hapa hana itqan na kwamba ufundi, lakini laisa mutqin, ni mtu tu vitu ovyo, kama vile siu anafunga funga nyumba ya anakandika nyumba ya, ya udongo. Hata wale wapo walikuwa na itqan kalo huyu rahimahullahu taala eh, abulahwas salamunsuleimu salamun, salamun, al-hanafi huwa thiqatan